Na ukiona vijana leo kwenye, kwenye ulimwengu huu, yani kwa kweli ni kama wana ndoa. Ni kwa vile kamera ya kwako haijawanasa, lakini hawaheshimu miili yao, hawaheshimu ndoa zao, kwa sababu kama we unakuwa tapeli mjinga kiasi hiki, kesho unaenda unaolewa, lakini umeshavurugwa, washasusha injini za kutosha, ya Prado ikatolewa, ya ya ikapigwa, yatu TX katolewa, hiyo kapigwa, ya Suzuki wakashusha, ya Suzuki wakapiga, ya GXR, bodi inang'aa, lakini injini sio made up ya kule. Nikumkosea adabu mume wako anayekuja, nikujizurumu tu na mwanaume, na hivyo hivyo, lakini yeyote anayejiheshimu, moja wapo ya dhambi ambazo Yesu alizitaja anapokaribia kuja, zinaa na uasherati itakuwa kama samaki na maji. Na mimi pasta, siku hizi wewe, kaa utathmini, pasta huko hapo, na sijawahi hata kukuuliza. Mimi nimekuwa mchungaji kwa makanisa, dhambi zinazoongoza kuletea shida watu ushirika wao na mbingu ni zinaa, na mimi siwezi nikasema hapa ni watakatifu wote ila pia ninamaanisha ya kwamba tunapambana.